Usiogope, usiogope, ndio somo letu leo, somo la kipekee sana, na ni somo ambalo litafungua akili zako kidogo kwa njia ya kipekee na pia kukuuisha nafsi kwa ajili ya kutafakari na kuinua macho yako umtazame Mungu. Tuombe ili tuingie. Baba, tunakualika kwa mkutano na somo hili, naomba neema yako itutoshe, utakase midomo yangu usaidie mnenaji wangu, atakapopokea ujumbe abarikiwe na songeshwe karibu nawe. Kupitia kwa neema yako nimeamini na kuomba kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu, amen. Usiogope. Mwana matengenezo mmoja kutoka nji ya Ujerumani alisema mambo haya, tunapaswa kujenga mabwawa ya ujasiri kila mara ili kuzuia mafuriko ya ofu Ah. <laughs> Naomba nisome. Nakumbuka nikiwa katika shule ya upili nilizungum, nilisoma mambo haya, kitu inaitwa dyke kutoka nchi ya Netherlands. Anasema hivi, tunapaswa kujenga mabwawa ya ujasiri kila mara ili nini ifanyike? Tuzuie mafuriko ya hofu. Wapendwa, je, unafahamu kwamba woga unachangia sana na unabadilisha maisha yako asa, woga una sehemu kubwa katika kutengeneza na kujenga maisha yako, ni jinsi utakavyokuwa mm. jambo la kipekee sana vipi? Nikagundua pia kwamba woga inaathiri maamuzi yako ambayo unafanya mambo unayoyatenda na hata matokeo unayotimiliza. Uoga unaathiri maamuzi, mambo unayotenda, hata matokeo yake. Uoga, usisahau, uoga pia inaashiria hatari inayokukumba, yaani unapokuwa unaingia na uoga, ili Biblia inatuambia usiogope. Inaathiri na inaashiria kwamba unahatarishwa maisha yako. Na katika hali hiyo, ikiwa unaingiwa na uoga, itakufanya uepuke jambo ungelitenda na katika hali hiyo itakufanya uepuka changamoto na matokeo ambayo yangekujenga na nafasi ambayo ungepata au utaifanya ama au utaifikia. Uoga, Biblia inasema usiogope. Ndio maana napenda tusome jambo hili kwa hivyo, kupitia kwa uoga utaepukana changamoto na utakosa nafasi ya kukua na kujengeka. Ndio maana katika jamii tuna aina nyingi za uoga, katika kulingana na utafiti, kuna aina ya hamsini za uoga, lakini nitazungumzia chache za kipekee ambazo ni za kimsingi sana leo. Number one, kuna woga wa kufeli <laughs> kuna watu wanaingiwa woga akiona akifanya jambo fulani, huenda ka akafeli. Kwa hivyo anacheza kiusalama, yani <laughs> Waingereza wanasema play safe, anacheza kiusalama yani hivi, kwamba asije akaonekana kwamba amefe amefeli, na kwa sababu ya hiyo viwango anavyoweka ni vya chini. Na sio hivyo tu, anaepuka sana changamoto zile ambazo zitamfanya aonekana kwamba amefeli. Jambo la pili, pia kuna uoga pia wa kufanikiwa. Uoga si wa kuanguka tu, hata kufanikiwa. Mbona watu wanaogopa pia kufanikiwa? Mtu anafikiria hivi, ikiwa nitafanikiwa, majukumu yataongezeka. <laughs> nitaanza kuonekana na watu wengi watakuwa wanadai msaada kwangu, watakuwa wananitegemea familia, pengine hata katika familia yangu watakuwa wanaona kwamba nimeajiriwa mahali fulani, kazi kubwa, kila mmoja atakuwa ananitazama, watoto kuenda shule, mtu ni mgonjwa hapa na pale. Kwa hivyo kuna watu wana woga wa kufanikiwa. Mbona majukumu yataongezeka, atakuwa anategemewa na wengi. Na sio hivyo tu, kuna woga, kuna woga wa kunena kwa adhara ama umma. Nakumbuka hata mimi nikiingia katika shule ya upili nilikuwa natetemeka, yaani nikikuwa na wazo kuu kwamba hitu nisimame mbele ya wanafunzi wengine, ah, kijasho chembamba kinakuja. Nimekutana watu kama hao hata kanisani, ujaribu kumwinua kwa wengine tu kwamba, jamani, simama usalimie watu. Meri, simama. Joni, simama. Aa, utamfanya aache kanisa. Wengine waliinuliwa hivyo wakaacha kanisa, akasema, huko wananiinua nisimame mbele ya watu, mimi siwezi. Kwa hivyo kuna woga wa kusimama mbele ya umma kunena, mtu atatokwa na jasho jembamba, anaweza hata kuzirai kwa kumpa hiyo nafasi. Kwa hivyo woga wa kusimama mbele ya watu. Sio hivyo tu, kuna woga wa kukataliwa. Kuna watu ikifika kwa mfano, mambo ya uchumba kutafuta rafiki anashindwa kujieleza. Yaani anaweza panga maneno na panga panga, lakini kukaribia mtu ajieleze. Ah. Woga mbaya sana, kwa maana anaogopa atakataliwa. Sio hivyo tu, kuna woga wa kufanya uchaguzi mbaya. Kwa hivyo mtu anaogopa kuamua kwa sababu anaona naweza amua vibaya, hatari nyingine sana. Lakini sasa tunaingia pia katika woga mwingine. Kuna woga wa maneno ya wengine yaani, je, watu wanaatanifikiriaje, fikir, watanenaje juu yangu nikifanya hivi nikifikiria hivi. Kwa hivyo ni hatari sana lakini, zaidi pia kuna woga wa majukumu. Hapa ndiyo sasa unapata watu, tunaogopa kuoa, tunaogopa kuwa na familia. Nasema hey, sasa kama sijilishi, siji, mimi kama sitimizi mahitaji ya kwangu nitawezaje kuwa na familia? Nitawezaje kuwalisha? Uoga wa kuwa na majukumu. Sasa naomba nikuulize swali. Je, wewe ni uoga wa aina gani uko nao wewe? Uko katika hali gani ya uoga? Lakini tena naomba nikulete karibu, elewe. Je, unajua kwamba Mungu anataka tushinde uoga? Ni mapenzi ya Mungu tushinde uoga, si mapenzi ya Mungu watu wawe uoga. Mbona katika Biblia ukisoma katika Mambo ya Nyakati wa Pili ishirini mstari wa tatu na nne, nchi ya Yuda, watu wa Mungu chini ya utawala wa mfalme Yoshafati walishambuliwa na maadui wengi kama mchanga wa bahari. Maandiko yanasema, wa Amoni, wa Moabu, mlimo wa Seiri na walikuja wengi kama mchanga wa bahari. So wanapokaribiwa, woga uliwaingia. Hata mfalme aliogopa, lakini uzuri ni kwamba akumalizia hapo alipoingia na uoga. Maandiko inasema akazimu moyoni mwake amtafute Mungu, na katika ile kumtafuta Mungu aa, alipata msaada. Kwa hivyo uoga usikutawale. Uoga ni kawaida kwa mwanadamu, lakini usikutawale. Mfalme alipoingia na woga alitafuta msaada, akasema, kweli hatari iko, lakini je, msaada wangu ni wapi? Akakimbia kwa Mungu, alipata msaada. Ukiingia katika Ufalme wa Kwanza 19, Eliya, baada ya kufanya kazi kubwa katika mlima wa Karimeli, alipoenda kinyume cha maadui wa Mungu, manabii wa uongo wa Shera na wa Jezebel, alipata barua kutoka Jezebel, barua ya kitisho kwamba utauawa. Alifanya nini? Aliogopa, akaanza kukimbia. Ndio baadaye malaika anamkujia akamuuliza unafanya nini hapa? <laughs> kwa hivyo woga ni hatari, akakimbilia maisha. Yani ni nafasi alikuwa nayo ya kipekee ya kumuita Mungu wa mbinguni, alete utukufu, ajidhihirishe kama mtumishi wake, lakini kwa sababu ya woga mtawala akakimbia. Mungu anataka ushinde woga. Mfano mwingine katika Biblia Samueli wa kwanza 13 Sauli akaambiwa ngoja siku saba Samueli akuja toa kafara mtaenda vitani. Walipokuwa hapo Wafilisti wakaanza kukaribia. Siku ya kwanza ilikuwa sawa, ya pili, tatu, ine, tano, sita. Ilipofika siku ya saba, shetani akasukuma maadui wa Wafilisti kuonekana wana, wanatishia, wakasongea karibu na silaha zao. Kumbuka aliambiwa ngoje. Sasa shetani akaleta woga kwa Waisraeli hata wanajeshi wake. Wakaanza kujitoa moja kwa moja, wakajificha ndani ya ya, ya ya miamba. Sauli alipoangalia jeshi linaniacha watu wananiacha Samueli hajaonekana kumbuka bado ni siku ya saba haijaisha akasema iwezekani akaanza kuitisha kafara akaanza kutoa kumbuka hiyo kafara ilikuwa inatolewa tu na kuhani akakosea kwa sababu ya woga na Mungu akamkataa woga ni hatari kumbuka mfano wa Gideon alikuwa na jeshi 32000 Mungu akamwambia ah hao ah, ni wengi Uliza nani mwoga kati yao, arudi nyumbani. Walitoka elfu ishirini na mbili. Woga, hatari ya woga. Usiogope, maandiko inasema. Je, una habari hiyo? Maandiko inasema usiogope. Lakini pia katika mfano wa Daudi katika Samueli wa kwanza kumi na saba, Israeli waliogopa Mufilisti Goliathi ambaye alikuwa jitu kubwa. Kila mmoja, hata kamanda walitoroka. Walikuwa wali wanakutana hapo siku arobaini, lakini Daudi Mcha Mungu kijana mdogo shupavu, anayemtumainia Mungu, alipokuja akapata habari kwamba Israeli wametoroka wanakimbia jitu hili, akasema iwezekani? Tutapambana naye. Woga ukaogofya wengine, wakatoroka. Yeye kwa ujasiri, kwa maana roho wa Mungu alikuwa ndani yake, akasema iwezekani? Mnawezaje toroka mtu ambaye ajatairiwa, ambaye hata mjui Mungu? Sisi ni jeshi la Mungu aliye hai akamshinda na akaleta ushindi kwa Israeli nao pia wakapata ujasiri. Jambo jingine pia ndio maana sasa maandiko inatukumbusha hivi. Naomba nisome hili. Uoga ni hatari, tusitawaliwe na uoga. Mungu anatualika tumutumainie, tumwamini, tumutazame. Saburi 27 inasema hivi, Bwana ni nuru yangu na wakovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimuofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu watesi wangu na adui zangu walijikua wakaanguka. Jeshi lichapo jipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vichapo nitokea hata hapo nitatumaini. Katika Biblia kwa mtafiti, kuna maneno mara mia tatu sitini na tano yanayotamkwa usiogope. Mungu anasema nini? na hiyo ni mwaka mzima kila asubuhi kuna mambo mengi yanatuletea uoga, uoga wa kutafuta riziki, uoga wa familia, uoga wa watoto, uoga wa nini, riziki nini. Mungu anasema kila siku usiogope, ananena na nafsi yako, ananena na nafsi yangu. Na sio hivyo tu, anasema katika Timoteo wa Pili moja saba roho wa Mungu si wa uoga, bali wa ujasiri, upendo na roho ya kiasi. Mungu ananena nawe dada yangu na kaka usiogope. Mtazame Yesu, yeye ndio nuru na wokovu wangu, yeye ndio kimbilio, yeye ndio ngome atakusaidia. Usiogope, atakuwa nawe katika hali zote. Nini naleta woga wakati hajakamilika na upendo kwa Mungu kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana 4:18, kwamba usipokuwa na upendo kamili utayumba. Lakini ukiwa na upendo kamili inaondoa woga. Mungu anakualika umuche yeye. Umutazame awe nuru na wokovu wako, akuondolee uoga, akutie nguvu, akupe matumaini, na safari yako itakuwa na ushindi. Hebu Mungu akubariki unapotafakari ujumbe wa kipekee usiogope. Mungu akubariki. Asante Mungu wetu, umenena nasi kweli, atustahili kuogopa. Tukutazame we nuru na wokovu na kimbilio na ngome yetu, tuongoze na kutawala maisha yetu katika hali zote, pata tupate neema hiyo, na tupate kukutazama kwa yote wewe ndio msaada wetu, ndio maana umesema tusiogope. Leo hii mimi nimeamua nisiogope na ninachagua kutogopa. Naomba ndugu yangu pia asiogope. Mbariki sasa na hata milele kwa jina la Yesu mkombozi wetu, amen. Barikiwa sana.